Jamani jamani, ni nani amewahi kulogwa, ukabwa usiku, kukosa amani ya maisha kwa sababu ya wachawi? Tupende tusipende, wachawi wapo katikati yetu, kila siku wanatuchekea mchana, huku usiku wanatutisha. Wachawi wana sifa za kipekee zinazotofautisha na watu wa kawaida, japo si rahisi kuwatambua. Leo tutafafanua ishara saba za kuwajua wachawi. Namba moja, Wapo vizuri kwenye utabiri wa mambo. Uwezo huu wa ajabu wa kutabiri matukio si kwa sababu ya kipawa alicho nacho au bahati nzuri, bali ni nguvu za giza na za kichawi zinazowapa uwezo huo wa utabiri. Ukiona una ndugu, rafiki au jamaa unahisi ni mchawi, mchunguze vizuri kwenye suala la utabiri. Hawa ni watu ambao mara nyingi utasikia wakisema, nilihisi tu itatokea. Hakuna kuhisi wala nini, bali ni nguvu za kichawi ndo zinawapa utambuzi wa mambo yajayo. Namba mbili. Je, ana mnyama kipenzi? Wachawi wengi hushirikiana na viumbe wengine kufanya uchawi wao. Kiumbe huyo anaweza kubadilika na kutumwa kufanya shughuli zake, na anaweza kuchukua umbo lake pia. Mara nyingi watu wamekarili, wanyama pendwa wa wachawi ni paka mweusi. Hapana, Mchawi anaweza mtumia mnyama yoyote yule, kama kunguru, mbwa, bundi, sungura, nyoka na kadhalika. Ukiwa una mtu unahisi ni mchawi na ana mnyama anayemfuga nyumbani na kuishi naye, mtu huyo anaweza kuwa mchawi kweli. Hapa kwenye wanyama pia, wachawi na wanyama wanajuana na no. Ukiona mtu anapendwa na wanyama au wanyama wakimwona wanavutiwa naye, hiyo ni dalili pia mtu huyo ni mchawi. Namba tatu: hakuangalii usoni. Mchawi si mtu wa kuangalia watu usoni kwa sababu ya matendo yake anayofanya ambayo mara nyingi huleta aibu. Ukiona kuna mtu watu wanahisi ni mchawi na mara nyingi mtu huyo hujizuia kuangalia watu usoni, ujue ni kwa sababu ya tabia zake za kuloga watu na ndio maana anahisi hatia na kujificha kwa kuto kuangalia watu usoni. Namba nne, anajitenga. Umewahi kuwa na jamaa, rafiki, jirani au ndugu ambaye hapendi kujichanganya? Iwe sherehe, msiba, kikao, haonekani wala hashiriki. Mtu huyo anaweza kuwa mchawi. Wachawi mara nyingi ndo chanzo cha mateso ya watu wengine. Sasa kwa nini ashirikiane na watu wanavyooa au kuolewa au kuhitimu masomo yao ya chuo. Wachawi hawapendi mafanikio au furaha ya watu wengine, na ndio maana hupenda kujitenga. Namba tano, ana tabia kukusanya vitu. Wachawi wanapenda kukusanya vitu kama kokoto zisizo za kawaida, vijiti vya ajabu ajabu, manyoya ya ndege, mifupa, sarafu, mabaki ya vitambaa au karatasi, vitu vya zamani ambavyo hata havieleweki na havina samani yoyote. Vitu hivyo mara nyingi hutumiwa kwenye ushirikina na ulozi, na ndio maana anavikusanya. Ikiwa mtu unayemjua anapenda kukusanya vitu visivyoeleweka vya ajabu ajabu, na watu wanamhisi ni mchawi, anaweza kuwa mchawi. Namba sita, hakanyagi kanisani au msikitini. Wachawi wanatumia nguvu za giza na shetani. Ndo mungu wao anayewapa nguvu za kichawi shetani. Na nyumba ya ibada ni vitu viwili tofauti. Nyumba za ibada zinaweza kuwaumbua kama ni wachawi, kwa sababu ya nguvu za Mungu na za shetani haziwezi kukaa sehemu moja. Ukiwa una ndugu jamaa, rafiki au hata jirani ambaye unahisi ni mchawi na hujawahi sikia au kumwona anaingia ibadani, basi mtu huyo anaweza kuwa mchawi. Namba saba, ana ndugu au jamaa ambaye anajulikana ni mchawi. Uchawi una vikoba vya kurithishwa, mtu haamki tu siku moja na kujikuta yeye ni mchawi bila kuwa na mtu aliyemwonyesha au kumwingiza. Kama kuna ndugu au jirani ambaye anajulikana ni mchawi au aliwahi kukutwa akifanya mambo ya kichawi na watu hao wakawa karibu sana kuna msemo usemao, ndege wenye manyoya ya kufanana huruka pamoja. Inawezekana ndugu huyo au jamaa aliye naye wanafanya wote ushirikina. Wachawi ni watu wabaya sana kwenye jamii yetu, hawapendi maendeleo au furaha za watu wengine. Shule ya Maisha inakumbusha kujiadhari na watu hawa na kusimama katika imani, kama wewe ni Mkristo au Mwislamu. Muombe Mungu wa kulinde wewe na familia yako ili kumshinda adui na kuwa salama usisahau kujiunga nasi kwenye chaneli yetu hapa tunajifunza mambo mengi mbalimbali mbali ya kuboresha maisha yako hadi siku nyingine asanteni kwa kunisikiliza kwa herini